Dhana nyingine ya Kaini ambayo ndiyo mbaya kabisa anataka nikazie, ni, ni, ni, ni kwenye kueleza, ilikuwa ni Kaini akawa anasema Mungu anahitaji kila siku, he is too demanding. Anataka zaka, utamsikia anataka sisi, sadaka utamsikia, majengo utamsikia. Kaini anasema god is too demanding na kuombea jioni ya leo usije ukaingiwa na mentality ya Kaini eti Mungu is too demanding. Never. kama ukujua Mungu havuni aspa presha yako inatoka wapi? Kwa hiyo Kaini anasema god is too demanding, anadai sana Anadai vingi na kwa hiyo tabia ya Mungu ilishtakiwa moyoni mwa Kaini. Bahati mbaya haya yote nayoyasema Kaini hakuwahi kuyasema kwa sauti, yalikuwa yameujaza moyo wake, na ilikuja baadaye ikadhihirishwa kwenye namna alivyoyaendea madhabahu. Wote wawili walitoka nyumbani Kaini na Habili, wote wawili wamelelewa familia moja, wote wawili walikuwa wanapewa mafundisho ya kufanana, labda wote wawili walilala mahali pa kufanana, wote wawili ilionekana kwa nje kama tabia zao zinafanana, maana wote walipenda kujihudhurisha kwenye ibada, lakini kumbe ndani ya moyo palikuwa na tofauti kubwa. Na ndipo nikaelewa kumbe, kuna wakati tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine Mungu anaidhihirisha kwenye matoleo. Tofauti kati ya dini ya Anania na Safira na ya Wakristo wengine ilidhihirishwa kwenye matoleo. Tofauti kati ya dini ya yule mjana mwenye senti mbili na wale matajiri ilidhihirishwa kwenye matoleo. Tofauti kati ya dini ya Kaini na Habili ilidhihirishwa kwenye matoleo. Na Biblia katika Mwanzo sura ya nne. Anapomalizia Mwanzo sura ya nne. Biblia inasema ikawa hatimaye Kaini fungu la tatu akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake, sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake. Fungu la tano, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika, uso wake ukakunjamana. The moment tunapeba matoleo yetu kuyaleta kwa Bwana, hatuleti matoleo, tunaleta mioyo. Ni kana kwamba tunamwambia Mungu hivi, Dear Lord, this is the best I can give. Kwamba Mungu, hiki ndicho bora niwezacho kufanya katika hili. Ninamwomba Mungu kwa jina la Bwana, Sabato hii mjaribu Mungu. Njoo na sadaka yako ukimwambia God kwa sasa kwa baraka ulizoziweka kwangu hiki ndicho bora, bora, bora, bora niwezacho kufanya kwa kazi yako. Haihusiana na kiwango, inahusiana na ubora. Serikali ya Mungu has nothing to do with the the content but the quality. na anayeweza kukufundisha kufanya vizuri ni Mungu mwenyewe. Hakuna mtego mkubwa sana katika urudishaji wa zaka. Kwa nini? Inajulikana ni moja ya kumi. Kuna mtego mkubwa sana wa Ukristo kwenye mambo ya sadaka, kwa sababu Mungu amekwambia you just value, yani ni kulingana na ninavyokuvalue, yaani nikadirie na mimi ni nani kwako? Tazama damu yangu, tazama uhai wangu, tazama machozi yangu, tazama nimekupa mali, nimekupa familia, nimekulinda baramu wamleta wa mbinguni